Ni taasisi ambayo imekuwa ni taasisi ya kwanza kwa matibabu ya tiba na upasuaji wa moyo Afrika Mashariki na Kati, lakini ni moja ya taasisi bora eh, Afrika kwa kutoa eh, matibabu ya upasuaji wa moyo lakini vile vile katika eh, tiba ya moyo. Ma, mafanikio haya yamechagizwa na mambo mengi sana. Moja ni uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali kwani serikali imewekeza katika maswala ya miundombinu ya, ya, ya, ya, ya taasisi katika vifaa tiba, lakini vile vile katika rasilimali watu. Na tunapozungumza katika maswala ya madawa na vifaa tiba, maendeleo ya taasisi yetu yametokana na kazi kubwa ambayo inafanywa na shirika letu la, la MSD ambalo limekuwa linatoa kipaumbele kwa kiasi kikubwa sana katika uh, taasisi yetu katika manunuzi ya madawa ya moyo ya yeah, tiba ya moyo pamoja na upasuaji. Lakini katika vifaa ambavyo vimewekezwa hapa uh, katika taasisi hii, ni taasisi ambayo ina vifaa vikubwa na vinavyoweza kulinganishwa na sehemu yote duniani iliyoendelea, katika zile nchi zilizoendelea, mfano Marekani, e, Ulaya na nchi za Asia kama China. Vifaa vyetu huwezi kuvitofautisha na, na hizo nchi, na vifaa hivi vyote vimenunuliwa kupitia shirika letu la MSD, na wao wamekuwa na uh, uh, kitu ambacho wanakipa kipaumbele sana ni manunuzi shirikishi ni kwamba hununui huwapi tu e, ile bidhaa wanaotaka na wao wakaenda kununua, wanakushirikisha wewe ambaye ndo mwagizaji kwa ku, kutaka nini unachotaka, mnakaa nao mnajadiliana na alafu ndo wanaweza kwenda kukiagizia, na hii imeleta impact kubwa sana kwenye taasisi yetu, kwa sababu vifaa walivyokuwa wametuletea ni vifaa bora kabisa ni vifaa vinavyodumu kwa muda mrefu, lakini ni vifaa vya kisasa vyenye teknolojia ya hali ya juu. Hivi karibuni tumeweza kununua mashine za echocardiogram, tumenunua ambulatory blood pressure, tumenunua holter machine na vifaa vingi vya upasuaji ambavyo ni vifaa vyenye teknolojia ya hali ya juu ambayo vina artificial intelligent, na vinaweza kuwasaidia watu wengi sana. Kwa sasa hivi taasisi yetu ina inawahudumia kwa siku zaidi ya wagonjwa elfu moja na katika hao wagonjwa elfu moja kuna wagonjwa zaidi ya asilimia sitini na tano wanahitaji kufanyiwa ku, ku, ku, vipimo mbalimbali ambapo katika hivyo vipimo ni vipimo ambavyo tayari wenzetu wa MSD waliweza kutununulia kwa hiyo E, wanafanyiwa mfano, wana, tuna mashine ambazo zina echocardiogram ambazo zina hizo artificial intelligent, tunagundua matatizo yao na kuwakagua vizuri, na hata kuwapeleka wakafanyiwa upasuaji mkubwa wa moyo mw. Kwa hiyo MSD imekuwa chachu ya maendeleo ya taasisi yetu na kuwa moja ya taasisi bora Afrika Mashariki na Kati na kuwa kati ya hospitali kubwa zinazoongozwa na serikali kwa Afrika Taasisi ya Jakaya Kikwete ni hospitali ya tatu kwa ubora, na ubora wake umetokana na kazi nzuri inayofanywa na management ya MSD katika masuala ya manunuzi ya vifaa tiba na madawa ambayo tuna, tuna, tuna, tunayanunua sisi. Tumekuwa tunatembelea nchi nyingi kufanya eh, tiba mkoba ambayo inaitwa Dr. Samia Suluhu Outreach Program. Tumekuwa tunafanya hii tiba mkoba ndani na nje ya nchi hivi karibuni tulikuwa Zambia, tulienda Malawi na tukaenda Komoro, na vile vile tumetembelewa na wenzetu kutoka na Burkina Faso. Katika kitu ambacho walituuliza, walituuliza, inakuwaje taasisi yenu inaendelea hivi haipati shida? Kwa sababu imeonekana nchi nyingi zilizoanzisha programu ya mambo ya moyo zilishindwa kuendelea na nayo na niliwaeleza ni jinsi gani MSD imetuwezesha hii taasisi ikafikia hapa tulipo, kwa sababu mara nyingi e, haya matibabu ya tiba na upasuaji wa moyo katika nchi za Afrika yamefeli kwa sababu ya masuala ya manunuzi ya ya, ya, ya vifaa. Kama MSD ingekuwa haifanyi vizuri, leo hii taasisi ya moyo isingekuwa moja ya taasisi bora Afrika Mashariki na Kati. Kwa takwimu za mwaka jana 2024 tulifanya upasuaji wa moyo wagonjwa mia nane lakini wagonjwa waliohudumiwa kwa njia ya tundu dogo walikuwa ni elfu tatu Tulivyoanza elfu mbili na nane tulikuwa tuna tunafanya tundu dogo wagonjwa ambao hawakuzidi 300. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kumekuwa na mabadiliko makubwa sana katika kuwahudumia watu kwa sababu ya vifaa walivyotuletea, ambapo ni vifaa vyenye teknolojia ya juu, havitumii muda mrefu. Na kupa mfano wa kipimo ambacho kinafanywa mara nyingi sana cha echocardiogram, wametuletea mashine ambazo zina u, akili ambayo inaweza ikafanya bila kumtumia e, mtu na inachukua muda mfupi mtu kugundulika na tatizo lake lile lakini hata picha tunazozipata hizi za x-ray, e, kwenye echo zile picha ziko kwenye high quality, yani kwenye standard ya juu. Ili mimi daktari niweze kumshauri daktari wa upasuaji, nahitaji kuwa na picha ambazo ni nzuri kuonyesha kwamba utakapoenda kumbadilishia valve huyu mgonjwa, una uhakika kabisa. Kwa hiyo MSD imesaidia kwa vifaa walivyotuletea na hata kupunguza, kupunguza vifo mbo watu walikuwa wanapoteza miaka ya nyuma kwa sababu ya mashine walizokuwa ambazo zipo mashine za sasa hivi ambazo tumeletewa na MSD za kisasa sana, na hata eh, vivo vyetu kwenye upasuaji wa moyo ni chini ya asilimia sita, ambayo kutokana na shirika la afya, ukiona taasisi ina chini ya asilimia sita, hiyo ni taasisi ambayo imepita, imefika kwenye viwango vya juu sana.